kubwa ilionyesha jana kwa saa nne mfululizo jijini Tanga imesababisha nyumba kadhaa katika mitaa ya Magaoni na Mtakuja kujaa maji na wakazi wa nyumba hizo kulazimika kuzihama na kwenda kujihifadhi kwenye vyumba vya madarasa uh, kwenye eneo hilo la Tanga, madarasa ya shule ya msingi Magaoni. Mwandishi wetu Hasan Hashim kutoka Tanga anaarifu zaidi. Tufanye maazimio ya kutoa hizo pesa si ndio? Lakini swali hili, swali limeanza jana, liko muda mrefu. Kwa hiyo michoro yao ipo, lakini wapi tutapata pesa ndio swali jingine. Na mchoro sio sababu ya kuondoa maji pale, na kama hela zipo. Ndio maana tukafika mahali tukaelekeza wenzetu hawa watupe tupo ufumbuzi kutoa maji, na hiko tatizo la leo. Ndio tukasema hebu leo tuvumilieni, tukakaa na kamati ya maafa, tuangalie jinsi gani na Naye mkuu wa wilaya Tanga Abdullah Lutavi, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya, amesema serikali inafanya tathmini ili kujua idadi ya wananchi walioathirika na kuwataka wanaoishi maeneo ya mabondeni kuhama ili kuepusha maafa yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Wengi ambao wameathiriwa na maji ya mvua hizi ni watu ambao wamekwenda ama wamejenga kwenye mabonde mejenga kwenye maeneo wanasema, ambapo huko zamani tulikuwa tunachimba udongo mchanga kwa ajili ya ujenzi kwenye maeneo mengi ya mjini, au wamejenga katika mkondo kabisa wa maji. Nimepita nikiripoti kutoka Tanga, ni Hasani Hashim wa Channel 10.